Kwa majina naitwa Mariam Chahe, ni mkazi wa Same, wa Same wa Mahuu Ibwe la Kishumba. Kwa kweli tangu tumehamia huku, changamoto kubwa ilikuwa ya maji, yaani tangu tumeanza kufanya ujenzi wa nyumba hii ilikuwa ni changamoto kubwa sana kwa sababu pia upatikanaji wa vifaa ilikuwa ni changamoto. Tofali ilikuwa tunauzua gari kwa sababu ya uhaba wa maji, lakini pia yani, unakuta shughuli haziendi. Hata miti ilikuwa haichanui kwa sababu hakuna maji ya kunyweshea. Tulikuwa tunatoka huku, tunaenda mpaka inaitwa station railway. Kwa hiyo kuna ukuta unadamka asubuhi saa kumi na moja alafu unaweza ukashinda kutwa nzima bila kupata maji. Kwa hiyo unakuta, mara nyingi tunachukua hivyo hivyo hivyo maji ndoo mbili tatu, wakati mwingine hata kufua ilikuwa ni changamoto. Kuoga ni shida. Eh, lakini kulingana sasa hivi na jinsi mama yetu ameweza kututua, ndio maana tunasema ametutua. Sasa hivi maji ni nje nje. Mimi naoga kutwa mara tatu. Asubuhi nikienda ni ni kwa shule zangu naoga, nikilala nikiamka naoga. Tunatumia maji kwa kunywesha michungwa hiyo, miti lakini kwa kunywesha mifugo, kuosha vyombo, kufua, kudeki, e, yaani mambo ni mengi kweli kweli kwenye maji, na bado tunataka tuendeleze angalau vijibanda vidogo vidogo vingine huku, tuongeze fensi ya ukuta hiyo, hatuna mashaka kwa, kwa, kwa sababu tunaamini kwamba maji hapo. Mradi huu umekuwa kwetu ni wa manufaa, kwa sababu mfano kwa wananchi wa Ibwela Kishumba mwanzo walikuwa wanafata pia maji umbali wa nje hapa lakini kwa sasa hivi hata kama mtu anakaa hapo chini hajavuta yeye maji kwake, ana uwezo wa kuyafata kwa jirani yake na akayapata kwa uharaka. Kwa hiyo hilo tunaona kwamba huu mradi umetunufaisha sisi wananchi na wakazi wa maeneo haya ambayo kwetu ilikuwa ni gumzo sana kwenye swala la maji. Ndio nimshukuru sana, ndio alileta kuhusu maji, na alisema kwanza hata atoka madarakani kabla maji hayajatoka. Imetoka nikachukua mpira nika unga apo nkaweka hapo, na sasa hivi naona yanatoka mpaka sasa hivi. Tunamshukuru Rais Samia kwa kutimiza hadi yake yatuletea maji mpaka nyumbani, kuna mwahidi. Tutamchagua tena ili apeleke maji na sehemu nyingine. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutuboreshea system ya maji, manake kwanza imetongezea kipato na pia Mwanzo nilikuwa nakwama kufanya kazi kutokana na maji hamna, nakuta, nasubiri maji wiki paka wiki mbili. Lakini kwa sasa hivi kwa maji hapo, kazi inaenda vizuri ila lina, lina shaka gharama ilikuwa ni kubwa kwa upande wa boza, tulikuwa tunanunua kwa shilingi 233 kwa sasa hivi hilo swala tumelisahau. Kipato kinaongezeka kutokana na kwamba maji yapo muda wote, kazi kija sio sio kuomba kwamba mteja subiri paka muda fulani mtupate maji. Maji yapo on time. Nashukuru serikali ya Mheshimiwa Rais na watendaji wake wanafanya kazi vyema. Tunamshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, Mungu ambariki sana, anaendelea kuupiga mwingi, tunasema alipo tupo, miaka yake mitano inaendelea mbele. Naitwa Sevia Jigrey, ni afisa mahusiano kwa umma mamlaka ya maji Same-Mwanga. tunawakaribisha wananchi wote wa Samemwanga kwa ajili ya kutuma maombi yao ya maji. Ukija kutuma maombi ya maji, unatuma barua, unatuma passport size mbili pamoja na kitambulisho cha NIDA unakitoa fotokopi. Tunawakaribisha sana kwa sababu maji ni mengi hadi yanatuzidi. Kwa majina, naitwa Sakina Rajabu, ni billing officer wa Same. Bili, bili tunazo zirani, tuna uhakika na unit zile ambazo mteja ametumia. E, iwapo mteja hatoridhika na bili iliyokuja anaruhusiwa kufika ofisini kwa maelezo zaidi, ili tuweze kutatua changamoto yake na kumuelezea. Sisi ni Tanzania.